Na wote ambao umekwisha kuingia katika ibada yetu, karibuni sana, tuungane pamoja katika ibada ya leo. Tunaendelea kuangalia Ijumaa ya kukumbukwa, Ijumaa isiyosaurika na jana tulikuwa tukimwangalia Simoni Mkrene. Leo bado tunaiangalia siku ya Ijumaa. Leo tunaangalia Ijumaa jioni, mwishoni kabisa mwa siku, tukiwatazama wahalifu wawili, na mada ndogo ya leo inaitwa inasema, uzoefu wa maumivu ya msalaba. Uzoefu wa maumivu ya msalaba. Wakati Yesu aliposulubiwa msalabani, maandiko yako wazi, anasema alisulubishwa au alisulubiwa akiwa katikati ya waharifu wawili au wanyang'anyi wawili au majambazi wawili, mmoja akiwa mkono wa kushoto na mwingine mkono wa kuume. Hawa nao ni moja kati ya watu ambao wamepata neema ya kukutana na Yesu dakika za mwisho siku ya Ijumaa, wakati Yesu anapokwenda kumaliza huduma yake ya kuikomboa dunia, wanapata neema ya kukutana na Yesu Kristo. Uzoefu wa maumivu ya msalaba. Hebu tuombe kabla hatujaendelea mbele. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, katika neno hili kuna uzima ndani yake ambao natamani kuweka kwetu. Tafadhali unene nasi, unene nami pia. Na neno hili likalete mapinduzi katika maisha yetu. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Kitabu cha Luka sura ya 23 mstari wa 32 hadi hadi 43. Unaweza kupata muda ukasoma habari hiyo. Luka sura ya 23 mstari wa 32 hadi 43. Kuna kisa hapo kwamba Yesu alipokuwa anasulubishwa msalabani, alisulubishwa katikati ya wanyang'anyi wawili, na kisa kinaeleza kwamba wakati akiwa katika maumivu ya kukata roho ndipo wote hawa wawili wanyang'anyi wawili wakaanza kumdhihaki Yesu Kristo na, na, na, na, na kumfanyia dhihaka kwamba alikuwa na miujiza mingi, lakini kwa nini leo hajafanya muujiza huo? Lakini maandiko yanasema ndipo mmoja kati ya, ya, ya wale wawili aliyekuwa mkono wa kuume akamkemea mwenzake, akamwambia wewe, haumwonei haya mwana wa Mungu sisi tunapata kinachotustahili lakini yeye hakustahili kuwepo mahali hapa. Ndipo akamgeukia Yesu Kristo akamwambia, mimi nikumbuke katika ufalme wako utakapokuja. Kama umenisikiliza vizuri, nimesema wote wawili walikuwa wakimdhihaki Yesu, wote wawili walikuwa wakimtukana Yesu. Ni nini kilimgusa huyu mmoja na akageuka na kubadilika, akamwambia mwenzake, kwa nini wewe haumwogopi mwana wa Mungu? Na, na, na, na yeye moja kwa moja akaomba nikumbuke katika ufalme wako. Hebu karibu tuangalie kwanza hawa wezi wawili ni akina nani? Baadae nitakurudisha katika biburi, katika roho ya unabii ni kuonyesha kile ambacho roho ya unabii inakisema. Ushahidi wa vitabu vya kihistoria, naomba uinukuu vizuri, ushahidi wa vitabu vya kihistoria, sio roho ya unabii wala sio Biblia, unaeleza hivi. na, na, na, na, na kwa wale ambao mnafuatia vitabu hivyo nitakwambia ukurasa wa hiki kitabu, utapata muda wa kwenda ukisoma. Ni, ni kitabu cha Kiingereza kinaitwa Uh, The Gospel of Infancy of the Savior chapter ishirini na tatu kinaeleza hizi habari The Gospel of the Infancy of the Savior kinaeleza hizi habari. Hawa wezi wawili wawiri majina yameelezwa kutoka katika hiki kitabu. Huyu mmoja aliyekuwa aliyekuwa mkono wa kushoto jina lake alikuwa anaitwa Gestas na huyu aliyekuwa mkono wa kuume jina lake alikuwa anaitwa Dismas. Gestas na Dismas hawa watu walikuwa ni Wayahudi kabisa, tena waliozaliwa Galilaya na wakakulia Galilaya, lakini habari ab nasema hawa watu walikuwa ni masikini na kwa sababu ya unyanyasaji wa serikali ya Kirumi waliumizwa sana na maisha waliokuwa wanayaishi, maana serikali ya Kirumi iliwaumiza hata walio masikini, kiasi kwamba kodi zilizokuwa zinatozwa ziliwafanya waishi maisha magumu. Ndipo Gestas na Dismas wakaamua kuingia katika katika katika wanaharakati wanamapinduzi wa kupinga serikali ya Kirumi kabisa na unyanyasaji wake. Lakini wao wakaenda mbali, wakawa wahalifu, wakaanza mauaji, wakaanza uporaji, wakaanza uvamizi. Lakini sikiliza, habari inasema hivi, wakati Gestas aliyekuwa mkono wa kushoto, yeye uharifu wake aliuelekeza kuharibu mali za matajiri na masikini wote, alikuwa na pora matajiri kwa masikini alikuwa na pora. Lakini Dismas huyu mwizi aliyekuwa mkono wa kulia, yeye alijielekeza kupora watu matajiri tu, alipokutana na masikini hata aliwasaidia, sio kwamba aliwapora hao wa watu. Sikiliza. Kwa hiyo walikuwa ni Wagalilaya ambao waliumizwa wali, wali, wali na maisha waliokuwa wanayaishi kwa sababu ya, ya, ya unyanyasaji wa Warumi. Na hao watu wa, wa, walisikia habari za Yesu kabisa na jinsi alivyofanya mambo na wakati mwingine walipita mtaani wakienda katika kazi zao za ukabaji na uporaji wakakutana na watu wakieleza habari za Yesu. Na, na, na, na, na wao wakamsikia Yesu alivyofanya. Lakini sikiliza, Dismas ambaye ndio yule mwizi aliyekuwa mkono wa kulia aliposikia habari za Yesu, alitamani kabisa kubadilika mfuate Yesu. Lakini kwa sababu alikuwa ameshaingia katika dimbwi la makundi makubwa, walimuonya na kumwambia utakapotusaliti tutakuwa. Ninasikia nina, nina, nina, nina, nina hizi habari na nimepata shuhuda za watu wengi ambao ambao ambao wamenisimulia, wame, wame habari hizi ni mmoja. Alikuwa katika dimbwi la uchawi, alipokuwa akitaka kutoka kwenye uchawi alionywa, utakapotusaliti tutakuwa na, na, na, na, na. Mwingine alijiunga katika vyama vya siri, vyama vya kutafuta mafanikio, na alipotaka kutoka walimuonya, utakapotoka tutakuwa. Ndivyo Dismas alipotaka kutoka katika, katika kundi hili genge hili la, la, la majambazi walimuonya, utakapotoka mahali hapo na kutusaliti tutakuua. Kwa hiyo huyu mwizi aliyekuwa mkono wa kulia pale msalabani aliumizwa sana na maisha haya ya ukabaji, maisha ya wezi, maisha ya wizi, maisha ya unyang'anyi, lakini kila akisikia habari za Yesu aliumia sana, na kwa sababu hiyo maandiko anasema siku moja wakajikuta wako msalabani. Lakini habari njema ni kwamba hawako peke yao, Yesu Kristo yuko katikati yao, wote wakiwa uchi wa mnyama, wote wakiwa wanapitia maumivu, Yesu Kristo na wao na ndipo maandiko yanasema wazazi wake, wazazi wao walikuwa wameshakata tamaa, wanajua wamepoteza kabisa watoto wao, na waliwaonya mara kadhaa, lakini kwa sababu walikuwa tayari ni vijana wenye uwezo, wenye maamuzi, hawakuwasikiliza. Wazazi wao mpaka wanakwenda msalabani, wazazi wao walijua wamepoteza kabisa. Sikiliza roho ya nabii inavyosema mahali hapa, kabla sijaenda mbele kidogo, kitabu cha tumaini la vizazi vyote, the desire of ages, ukurasa wa mia saba na hamsini nono no mia saba arobaini na tisa hadi mia saba na hamsini Sikiliza maneno haya, anasema: hapo mwanzo wote wawili walimtukana Yesu. Nabii nasema na mmoja wao katika maumivu yake alizidi kuwa mgumu na mwenye hasira, lakini si hivyo kwa mwenzake. Mtu huyu hakuwa mhalifu sugu, aliongozwa vibaya na marafiki wabaya, lakini alikuwa na hatia moyoni mwake kuliko wale waliokuwa wakimdhihaki pale msalabani. Anaendelea kusema, aliposikia maneno ya wale waliopita na kuona na kusikia dhihaka za mwenzake katika uhalifu Nuru ya moyoni ikamujia akaona ndani ya Yesu mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi ya ulimwengu. Akakumbuka habari zote alizowahi kuzisikia juu ya Yesu, mafundisho yake, miujiza yake, na jinsi alivyowasamehe maadui zake kwa upole. Tumaini likachanganyika na uchungu pale msalabani, alipomwangalia Mwokozi na alisema, Bwana, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Mara moja jibu likatoka kwa sauti tulivu Amina, sikia sikia hizi habari. Mara moja jibu likatoka kwa sauti ya utulivu tamu, na yenye huruma na mamlaka, amini na kuambia leo hii utakuwa pamoja nami peponi. Anamalizia kwa kusema nabii wa Mungu, kwa saa nyingi za maumivu ya mwili na ya nafsi. Neno hilo lililotoka kinywani mwa Kristo lilionekana kama nuru gizani kwake, na faraja iliyobubujika katika maumivu yake ya kukata roho huyu mwizi msalabani wa wapi? Pili aliyekuwa mkono wa kulia anaumia, anamwambia, anakumbuka, anasema, niliwahi kusikia huyu Yesu Kristo anawasamehe mpaka maadui. Ndio ninajua nimekuwa adui wake kwa muda mrefu, ndio ninajua nimekuwa nikimkosea kwa muda mrefu, ninataka nijiridhishe, ana uwezo wa kuwasamehe maadui. Chukua ili tumaini, msikilizaji mwenzangu niyeko mahali hapa, sikiliza. Yesu Kristo anapogeukiwa na kutazamwa mwana

Bwana nikumbuke katika ufalme wako utakapokuja. Yesu Kristo hakusema wewe ndiye uliyewahi kuiba, wewe ndiye uliyenitukana, wewe ndiye uliyewahi kunidhihaki. Yesu Kristo alisema na kuhakikishia, leo hii utakuwa pamoja nami peponi. Huyo ndiye Yesu, rafiki zangu. Yesu asiyekumbuka mapito ya zamani, Yesu asiyekumbuka ulimfanyia nini. Ni sisi tu wanadamu tunaokumbuka uliwahi kutufanyia nini. Mnakosana mwaka 1990 na m mmesameheana na mnaomba pamoja lakini mwaka elfu mbili ishirini na tano tena mkikosana, anakuambia tena umenitonesha kidonda, najua ulivyowahi kunifanyia mwaka elfu moja mia tisa tisini huyo sio Yesu. Yesu hafanyi hayo, na mimi nakutia moyo, unaye rafiki asiyekumbuka mabaya yako, unaye rafiki asiyekumbuka kwamba uliwahi kufanya nini. Yeye anachokijua ni kutoa maneno ya baraka, sikiliza mwanangu, utakuwa pamoja nami peponi. Huyo Yesu Kristo. Na kwa habari njema hii, sikiliza nikapenda sana hiki kisa kwenye, kwenye, kwenye kitabu hiki nilichokuambia, the Gospel of the Infants of Jesus Christ au of the Savior. Sikiliza, nikapenda hiki kisa, kuna, kuna, kuna kisa kiko mahali hapa, naomba nikisome. Hakiko kwenye roho ya unabii, kiko kwenye hicho kitabu. Anasema hivi: siku moja, wakati Yesu Kristo na familia yake wanatoroka kwenda Misri, Yesu Kristo akiwa amebebwa akiwa mtoto mdogo na, na, na, na, na Yusufu mewe Mariam wakiwa wamechoka, wakati wakati mfalme Herode alipokuwa anatafuta kuua watoto wadogo wa kiume, wakatoroka kwenda Misri kwa sababu ni masikini, hawana uwezo, hawana uwezo wanatoroka na kupenya penya. Unakumbuka wakati wale mamajusi walipokuja kumsalimia Yesu Kristo, walimwachia dhahabu na fedha na kadhalika, vilivyotumika kuwatunza kule Misri. Lakini wakati wanapenya penya kuondoka, wakakutana na majambazi wawili wakataka kuwapora zile mali, wakataka kuwapora kila kitu. O, kumbe majambazi wawili alikuwa ni Gestas na Dismas, walikuwa ni hao wa majambazi wawili, mkononi wawili waliosulubiwa mkono wali wa kushoto na mkono wa kulia, na ndipo huyu aliyekuwa mkono wa kushoto akamhamasisha mwenzake, tuwapore kila kitu, ndipo huyu aliyekuwa mkono wa kulia jina lake Dismas akawaonea huruma walivyokuwa wamechoka maskini hao wawili, na mtoto wao mdogo. Ndipo akamkanya akamwambia, sikiliza, hatuwaibii maskini, badala yake huwa tunawasaidia wafike wanakokwenda. Ndipo Dismas akawasaidia wapenye katikati ya eneo la uhalifu, wakaenda mpaka wanakoelekea. Ndipo mwandishi anasema Mariamu, mama yake Yesu, akamgeukia huyu Dismas, mwizi aliyekuwa mkono wa kulia wa Yesu Kristo, akamwambia maneno haya: Bwana akubariki mwanangu, mtoto huyu uliyemwokoa atakukumbuka kwa rehema katika msalaba wake. Na ndipo siku ile Yesu anaposulubiwa anamwambia Dismasi, utakuwa pamoja nami katika ufalme wangu. Tendo moja la imani linalofanywa, hata kama litasahaulika, hata kama miaka itapita, tendo hilo halitafutika. Na mimi naomba nikutie moyo wewe uliyewahi kufanya mema na watu wamesahau, umetenda uwe wema kwa mara rafiki wamesahau, umetenda wema kwa ndugu wamesahau, umetenda wema kwa mwenzi wako ameusahau, umetenda wema kwa mshiriki mwenzi wako ameusahau, kuna siku Yesu Kristo asiyesahau tendo jema uliolifanya atalilipa, na kukumbusha, atalilipa hata kama malizia, ni kwa maumivu. Sikiliza, ninapomalizia nikukumbushe mambo haya kwa haraka haraka, kuna mambo machache hapa niukumbushe jambo la kwanza ambao naomba nikukumbushe, usikubali kuwa mhalifu wa kutengenezwa bismas na gestas walitengenezwa warumi usikubali kutengenezwa tuna watu wengi sana wamekuwa watu wabaya kwa kutengenezwa anakwambia mimi nilikuwa mtu mwema sana mimi nilikuwa mwanamume mzuri ninayeheshimu ndoa yangu lakini kwa vituko vya mke wangu na mimi nimeamua kufanya hivi anasema mimi nilikuwa mke mzuri ni ambaye nilikuwa naheshimu mume mme wangu lakini kwa vituko vya mme nimeamua kuwa hivi usikubali kuwa jambazi wa kutengenezwa baki kwenye msimamo vituko vya mwenzi wako ni vya mwenzi wako, baki katika msimamo wako. Jambo la pili, linda sana maneno yako unapopitia maumivu ya msalaba. Hawa wa, majambazi wawili walimtukana sana Yesu, na mimi niwatie moyo, sikiliza hii habari. Unapoona mtu anapitia maumivu ya msalaba, linda sana mdomo wako nime nimemsikia jana mchungaji mmoja ambaye namhifadhi, kiongozi mmoja katika union yetu, alikuwa na ubiri ni, ni, nimesikia hiyo clip yake nikaipenda. Anasema hivi, Mungu huwa hapendi komenti za watu wakati anaposhughulika na mtoto wake. Mungu anaposhughulika na mtoto wake msalabani, acha comment, usiweke comment. Iti, tulimuona sana, alijifanya yeye ndiye sasa ya kwa. Punguza komenti watu wanapokuwa msalabani. Punguza komenti unapoona mwenzako anapitia maumivu ya msalaba. Punguza komenti. Komenti zilimuumiza Ayubu, hata mke wake akatia komenti, mkufuru Mungu wako ukafe, komenti Jambo la tatu ambalo naomba nikukumbushe, maumivu ya muda mfupi yasikufanye ukafanya maamuzi ya milele. Huyu mwizi aliyekuwa kushoto, yeye alifanya maamuzi ya kup potea milele kwa sababu ya maumivu ya muda mfupi. Wako wengi kwa sababu wamechitiwa katika ndoa, na wao wamefanya maamuzi ya kupotea milele, wamekuwa makahaba, maraya kwa sababu wamechitiwa. Wako wengi kwa sababu wametendewa mabaya na wenzao, na wao wameamua kupotea milele, wamekuwa wenye vinyongo na visasi na kutia moyo. Maumivu tunayoyapitia wapendwa, ni ya muda mfupi, magonjwa ni ya muda mfupi. Kero kwenye ndoa ni za muda mfupi, wenzi wasiowaminifu ni wa muda mfupi, hawatadumu milele. Umasikini ni wa muda mfupi, usifanye maamuzi ya kupotea milele kwa sababu ya changamoto ya muda mfupi. Tulia kwa Bwana, yuko pamoja nawe, analishughulikia hilo jambo. Usifanye maamuzi ya kupotea milele kwa sababu ya changamoto ya muda mfupi. Jambo ambalo nataka nikukumbushe jingine, utumie msalaba kama fursa ya kuwasilisha ombi lako kwa Yesu Dismas aliyekuwa mkono wa kulia wa Yesu Kristo anawasilisha ombi lake akiwa msalabani. Huu wakati unapoumwa mtu wa Mungu, ongea na Bwana. Huu wakati unapouguza ongea na Mungu, utumie kuwa karibu na Bwana, imba nyimbo za kumwalika Bwana, usiutumie kunung'unika. Sikiliza vizuri rafiki, utumie muda huu kuwasilisha ombi lako kwa Yesu Kristo. Jambo la mwisho ambayo naomba nikukumbushe, pamoja na maumivu ya msalaba, pamoja na maumivu unayoyapitia ipo siku utaisikia sauti inayoburudisha, sauti aliyoisikia huyu mwizi wa mkono wa kulia ikisema, nakuambia leo hii utakuwa nami peponi kusikia, nataka nikuambie kwa jina la Bwana Yesu Kristo, hayo maumivu unayoyapitia leo, hayo maumivu leo hayo maumivu ya kunyanyaswa hayo maumivu ya kuugua, hata magonjwa uyaelewi, hayo maumivu ya umasikini, kuna sauti na kuja utaisikia ikisema utakuwa nami peponi. Sauti hii ni sauti inayoburudisha, ni sauti inayotia moyo, ni sauti inayofuta machozi. Ndipo Yohana anaandika, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala maumivu hayatakuwepo tena, wala kilio wala mauti havitakuwepo tena. Chukua hilo tumaini rafiki yangu, ni tumaini la, la kweli na la haki, hakika litatokea. Maumivu ya msalaba yasikutenge mbali na Yesu. Maumivu ya msalaba yalimfanya mwizi aliyekuwa mkono wa kulia awe karibu na Yesu Kristo. Jitahidi kumsogelea Yesu kadiri unavyopitia maumivu ya msalaba. Baba yetu na Mungu wetu na eketi mbinguni, kila mmoja najua msalaba alionao, lakini kama vile yule mwizi aliyekuwa mkono wa kulia wa mwanao Yesu Kristo alivyoutumia msalaba kupata wokovu nasi tusaidie, misalaba ya magonjwa, misalaba ya ndoa zilizoeleweka, misalaba ya umasikini, misalaba ya kukaa muda mrefu bila kupata mwenzi, misalaba ya maisha magumu, misalaba ya kusengenywa, misalaba ya kutengwa, misalaba ya, kute ya kutelekezwa, misalaba ya kuuguza na kuuguliwa kwa muda mrefu. Tunajua kuna siku tutasikia sauti ikisema, vema mtumwa mwema na mwaminifu. Yasitufanye tupotee, bali yatusogeze karibu nawe, hili likawe ni letu milele, mpaka tutakapokuwa tukirejea mawinguni. Katika jina la Yesu Kristo, nimeomba na kushukuru, amen.